Nchini Tanzania, zoezi la upigaji kura limeendelea leo huku taarifa zikionyesha kuwa ni idadi ndogo ya wananchi waliojitokeza katika vituo vya kupigia kura kote nchini. Mungu wa... Wakati huo huo, makundi makubwa ya vijana katika miji mikuu ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mwanza yamejitokeza barabarani wakipinga kile wanachokiita ukosefu wa demokrasia mm, na uwazi katika uchaguzi huu. Vijana hao wamedai haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka na wamesisitiza kuwa wanataka mabadiliko katika uongozi wa taifa. Kwa upande wake inspekta jenerali wa polisi nchini Tanzania ametangaza marufuku ya kutoka nje kuanzia saa moja jioni hadi saa kumi na mbili asubuhi katika baadhi ya mikoa inayoathiriwa na maandamano hayo. Tume ya uchaguzi nayo imetoa wito kwa wananchi kwa watulivu na kusubiri matokeo rasmi, ikisisitiza kuwa mchakato wa kuhesabu kura unaendelea kwa uwazi na haki. Nikiripotia Runinga ya Fix, jina langu ni Anastasia Mbetsa Jones.